Tunaye tayari mgeni hapa, afisa wa ustawi wa jamii kutoka taasisi ya tiba mifupa na ubongo Muhimbili MOI, Stella Kihambo, karibu sana. Asante sana. Heri ya siku ya hedhi salama. Nashukuru Mungu na mimi Ponda nipatie. Naam. Eh Messi. Heri ya siku ya hedhi salama. Napokea na zawadi pia, naomba zawadi. <laughs> Siku yetu leo yaani, wanawake tuna siku zetu <laughs> nyingi sana na leo ni siku yetu usijali. <laughs> Eh, kabisa, kabisa. Kabisa Mponda. Mm -hmm. Na tukumbushe juu ya umuhimu wa siku hii Mponda. Ni kweli, mm -hmm. Ni kweli. mm -hmm. Na siku hii ni mahususi katika kutambua umuhimu wa hedhi salama kwa msichana ama mwanamke anapokuwa katika mzunguko wake wa hedhi na kuhakikisha anapatiwa huduma zote muhimu ikiwemo miundo mbinu ya vyoo vyenye usiri, maji safi, taulo za kike na vifaa salama vya na utupaji na vifaa au taulo za kike ambazo tayari zimekwisha tumika. Kwa mwaka 2025, kama tulivyokujuza, siku hii inaongozwa na, na ujumbe unaosema uwezesha mazingira ya hedhi salama yenye utu kwa wasichana na wanawake wote. Tukianza kwa kuangalia hili kwanza, hongereni. Tunaona MOI mmeliangalia uh, kwa jicho la tatu. Asante eh, sana. Mlikutana pale siku leo, leo tumeweza kukutana mm. no. nini? <laughs> mm. yeah. <laughs> yeah, sisi tunashukuru Mungu kwa kweli. Kwa upande wetu wa taasisi tuna kwanza tuna tawi la tuge no. kwa maana ya kuna mwenyekiti wetu ambaye ni kiongozi upande wa wanawake wafanya kazi pale Muhimbili, pale Muhimbili. anaitwa mm. mama Mlindoko. Kwa hiyo tulifanya tuliorganize pamoja naye, tukaona ni vyema sisi kama watumishi wanawake kwanza tukumbushane juu ya masuala ya hedhi salama, kwa sababu pamoja na kwamba ni wanawake, tuna watoto mabinti, kwa sababu kwenye kwenye kauli mbiu wasichana pia wametajwa, kwa hiyo tunao majumbani. Lakini sisi pia kama wanawake watumishi wa Muhimbili wa Moi, tumeona ni vyema tukakaa pamoja, tukakumbushana, lakini hatukuisha kukumbushana sisi tu. Uh, sisi tu tunahudumia pia wagonjwa pale Moi, lakini wagonjwa hawa wana ndugu au tunaita relatives ambao kwa wa, wanakuja ni kwa ajili ya kuwasaidia. Wengi wanaokuja kuhudumia ni wanawake, kwa una kwa namna nyingine pia kwa kidogo sana tumetoa elimu kwa hawa wanawake, lakini tuliweza kufanikiwa kununua uh, vifaa kifaa salama kabisa kwa maana ya pads, lakini tukanunua sabuni za kufulia hizo pedi, lakini tukanunua na, na, na sabuni pedi na vitu vingine vidogo vidogo kama nguo za ndani kwa sababu unavompa mtu uh, pedi lazima unampa na nini ambacho kinaambatana nacho. Ndiyo. Kwa hiyo sisi kama wanawake wa MOI tumeungana, tumi, na wanawake wengine duniani kuazimisha kwa mtindo huu japo ilikuwa ni kidogo, lakini tuli tumefikisha ujumbe kwa namna hiyo, hmm. Yeah. Hongereni sana na sina shaka ujumbe umefika, ujumbe umefika na bado tunataka ufike zaidi <laughs> kwa watazamaji wa Alasiri Lounge. Asante sana. Mesi wakati ameanza hapa alisema uh, uh, kwa, kwa, kwa, kwa kiasi fulani zama hizi za sasa japo linazungumzwa hili katika vyombo vya, mm, vya habari na inawezekana katika wengi eh, wakawa hawajui tafsiri nzuri juu ya hedhi salama, hivyo basi pengine tuanzie hapa katika mazungumzo yetu ya leo. Tunaposema hedhi salama, tafsiri nzuri ya hedhi salama ni ipi na ni kwa nini ni muhimu siku hii? Sawa, kwa tafsiri rahisi, hedhi salama ni ile hali ya mwanamke au msichana kuweza kupata sehemu ya kujihifadhi kifaa cha kutumia wakati anapokuwa katika siku zake, kwa maana ya kuweza kujistiri kwa ujumla wake. Kwa hiyo tunategemea pawepo na yaani ili, tu, ili ukamilishe hedhi salama kwanza, kuwa kuna sehemu ya kustiri, kujistiri lakini pawepo na maji, lakini pawepo na yaani ni, ni, ni maji, kwa maana usafi kwa ujumla wake kujistili lakini, na ule utu kwa maana ya kutunza utu kwa ujumla wake. Kwa hiyo hivyo vitu vinaenda sambamba na ni muhimu kwa sababu vikikosekana, hivyo maana kuna madhara mengi ambayo uh, mwanamke ama msichana anaweza kuyapata. Kwa mfano kama atakuwa kwenye siku zake ama atakuwa kwenye hedhi isipokuwa salama, pengine atasababisha uh, kupatwa kwa magonjwa, lakini mara nyingi msongo wa mawazo mara nyingi kukosa kujiamini. Kwa hiyo kumbe kuna haja sana na kuna umuhimu sana wa siku hii kukumbushana na wanawake wenzetu, lakini na watoto wa kike ama wasichana, kuweza kuzingatia hedhi salama kwa ajili ya kuona namna gani tunatunza mazingira, na kama ambavyo kaulimbiu imeweza kujidadavua okay. Na hapo hapo umezungumzia swala zima la kwamba anaweza akakosa kujiamini. Uh, tunataka huyu msichana afanye uh, uh, vizuri darasani kama anavyofanya mvulana, yeah. Sasa kama yeye atakosa masomo au atakosa kujiamini akakosa, anatakiwa uende ubaoni ukaelekeze, lakini akikumbuka mm, kwamba nipo kwenye, kwenye hedhi na sio salama, hajapata vifaa vya kumsiri ambavyo uh, vinaweza vikamfanya ajihisi huru huenda mm, akashindwa kuonesha hiyo nafasi na uwezo alionao bila shaka si ndio? Ni kweli. Au wanamichezo tunaweza tukazungumzia mm, naye kama atakuwa hapati hedhi salama huenda akashindwa si ndio? Sasa tuje kuangalia hawa mabinti kwanza kabla tujie kwa wanawake uh, mabinti wa kitanzania wanakutana na changamoto zipi inapokuja swala zima la wao kupata hedhi salama? Changamoto zipo nyingi, lakini sasa zime zinaenda kwa levels ama zinaenda kwa jiografia pia, mm -mm -mm. kwa pengine zos, kwa sisi kwa hapa Dar es Salaam, inza nzakani ya rahisi kuona changamoto kwamba si nyingi sana, kwa sababu angalau kwa namna jiografia ilivyo uelewa watoto ulivo ni rahisi kuweza ku kufikia pengine yale malengo. Lakini tuchukulie sasa changamoto kwa msichana wa Tanzania, wa ujumla wake tukimlenga yule msichana ambaye yuko kwenye kule kijijini kabisa. Kwanza kabisa changamoto ya kwanza ni kukosekana kwa sehemu maalum kwa ajili ya kujistiri. Mara nyingi sana unakuta yani mtoto kwanza anatembea kilomita nyingi kwenda shule. Lakini hapo katikati manake tunategemea kwa yule mdada atakayetembea pengine alipaswa aendelee kubadili kifaa chake lakini anabadili wapi? Anabadili polini? Hapana. Kumbe hata hizo sehemu za kuweza kujistili zimekuwa ni changamoto. Tunashukuru serikali yetu iliona hii, na ndio maana kadri siku zinavyozidi kwenda na shule nyingi zinavyozidi kwenda kujengwa, hicho kitu kinakumbukwa. Kumbe sio kwa shule tu, bali kila taasisi hicho kitu ama hiyo hiyo venue, kwa maana ya sehemu maalum kwa ajili ya kujistili inapaswa iwe ni kipaumbele. Kwa hiyo, hmm, changamoto kubwa ni kukosekana kwa hizo sehemu za kuweza kujistiri, lakini changamoto nyingine ni kukosekana kwa vifaa muhimu vya kuweza kujistiri. Yaani uh, na, natamani na, kusemea zaidi kwa, kwa wasichana ambao wako, nje ya pengine Dar es Salaam. Dar es Salaam unaweza ukapata zile pads hata kwa leja leja. Lakini ile pad kumfikia mtu ambaye yuko, yuko pengine liwale ndani huko kijijini huko, huko mpiga miti ndani huko ni vitu ambavyo pengine hawavijui mm. So wanatumia pengine njia za zile za, za asili ambazo mwisho wa siku zina yaani, zinaleta zina changamoto nyingi ndani yake kwa kwa, hiyo tukisema kusema kujistiri, kifaa chenye shida. Kuna wakati mwingine pia sehemu nyingine maji ni shida, kwa hiyo nakuta ni ni ni, ni, changamoto ambazo zinaenda kwa jiografia kwa makabila kila sehemu na kwa kipato pia. Kwa hiyo ni changamoto ambazo hazilingani, lakini kwa ujumla wake hizo chache ndo changamoto kubwa. Sawa, uwepo sasa wa maadhimisho ya siku hii ya hedhi salama kimataifa kama hivi na hasa katika miaka hivi karibuni, sasa elimu kuhusu hedhi salama kuzungumzwa katika vyombo vya habari na makongamano na warsha na nana kadhalika na kadhalika huko kumekwenda kutatua vipi haya japo kwa kiasi fulani? O, kwa kweli tunaona matokeo yanazidi na, ya kuongezeka mazuri. Kwanza kabisa uelewa wenyewe wa hedhi salama, angalau sasa hata jamii hata watoto, kwa sababu hii elimu pia imeenda ikisambaa pia mashuleni, ndiko ambako wasichana walipo, angalau wameanza kupata ule uelewa kumbe kumbe Hedhi salama inatakiwa kuwa na mambo haya na haya na haya. Lakini yani, kwa ujumla wake maana yake ni kwamba yani hata sasa ile ile zamani utofauti kwamba kama alivyosema kwamba baba yani kufahamu masuala ya, ya kimila na desturi. Yani baba ku, kwanza kufahamu kama binti yuko kwenye hedhi salama. Zamani ilikuwa ni ishu kubwa sana. Lakini kwa kadri ya elimu zinavyozidi kutolewa, tunajengeana uwezo, akina baba pia wamejikuta na wenyewe wanakuwa wanahusishwa kidogo kidogo mwisho wa siku, tuko na wewe hapa, tunazungumzia masuala hedhi salama ya kwa hiyo, tunaamini kwamba hata kina kwa sababu uh, sehemu nyingi pia tumekuwa tukishirikiana hata kina baba hawezi tu kuelewa kwa kifupi tu kwamba tunapozungumzia hedhi salama ni nini, kwa sababu baba pia ana mke na ana watoto wa kike. Kumbe akifahamu elimu ikiendelea kutolewa inakuwa ni rahisi. Kuna vitu vingine kama alivyosema kwa swala ya kama ni vya, vya, vya gharama vitu kama hivyo, baba akiwa involved, akihusishwa, maana atajua pamoja na majukumu alionayo basi hata kuangalia familia kwa staili hii, kuhakikisha watoto wanasema ya kujistiri, watoto hakika wanasema kujistiri na vifaa vya kujistiri vikiwepo, baba anakuwa m ime, yaani uelewa wa miaka ya karibuni Ndiyo. Kwa kasi unaongezeka unaunge na tunaongeza wanufaika maanake mm. Okay. hata wale wa vijijini sasa, sawa, inawezekana uchumi anashindwa kufikia kupata, pengine ni kifaa maalumu. Lakini hata kile hiki ch kichopo cha ambacho anatumia kwa kwa namna ya ya huko huko kwa namna ya, ya mazingira yaliyopo basi usafi wake unakuwaje? Kwa angalau tu tumeendelea, kwa yani uelewa umeendelea kuongezeka na tunaamini sasa uh, kwa kadri miaka inavyozidi kwenda na elimu ikiendelea kutolewa, tutafika mahali pengine. Sasa tulikuwa tunaongea wimbo mmoja, na pengine wasichana wataepuka kabisa yale madhara ya masuala ya yaani kwamba hawezi kuja shuleni kwa sababu ya hedhi, haitakuwa sababu tena, vinginevyo ni mambo mengine ambayo hatujui. Lakini kwa sasa elimu inaendelea kutolewa kama hivi na tunaamini mwisho wa siku mambo yatakuwa sa salama kabisa na watoto watakuwa salama, was wasichana wataendelea kusoma, wataperform sawasawa na watoto wa kiume, wataka darasani hivyo sawa sawa. Uh, tunazungumzia swala hili na tukiangalia hapo hapo kwenye eneo la kipato Uh, tunafahamu kwamba bado michakato inaendelea, sera zinaendelea kutungwa ili kuwezesha kwamba kama ilivyo hitaji la muhimu mwanafunzi kuwa na kitabu, basi mwanafunzi iwe ni hitaji la muhimu kila mwisho wa mwezi wa wanapatiwa hizi taulo za kike au sodo, lakini kwa wadau sasa uh, yeah. kiwemo wanawake mliopo mjini tunajua mmejipata bwana no. <laughs> wewe ushindi kupata sodo tatu nne za kupeleka yeah. kule vijijini, uhamasishaji uh, upoje? na wanatakiwa kufanya nini ili kusaidia sasa wale waliopo kule ndani Uh, vijijini waweze kuwasaidia mabinti waweze kupata ya, yeah, kwa kweli wa, wa, wadau wapo, kwa sababu tukizungumza shilingi elfu moja mia tano elfu mbili ni bajeti yeah. ya wiki ya familia hiyo. yeah. yeah wadau wapo na sehemu zote kuna wadau yeah. lakini ni namna tu sasa ya ya wana, wanaelezwa nini au uhitaji ni nini. Kwa hiyo kwa mfano hata sisi leo pale MOI mm. si kwamba vyote tumenao wenyewe, pia tunaweza kuwafikia wadau, baadhi ya wadau wakasema hichi, ah, kitu ni muhimu, sisi tutachangia pad box mbili. Kwa maana kwamba kumbe tukienda kuhamasisha, yani kuhamasisha wadau, tukazungumza nao, na mdau ni mtu yoyote ambaye anawiwa kutoa kitu fulani. Kwa hiyo ni swala tu la kuendelea kuhamasisha na kuzungumza pia na kuenda kuzungumza na wadau mbalimbali, waone umuhimu wa hili jambo, ili waweze kuchangia kwa namna moja au nyingine, mm, na mdau siku zote yupo, ila namna gani sasa unapeleka hoja yako iwe na mashiko ili aweze kufanya uh, kudonate au kuweza kutoa au kuweza kusaidia hiyo sehemu. Kwa hiyo nategemea na mmezungumza nini au uhitaji wa eneo hilo ni kitu gani, mmeweza kupresent vipi kiasi ambacho mdau atajitokeza kuweza kusaidia okay. Kwao tunaamini hivyo sawa. So, kauli mbiu inasema wezesha mazingira ya hedhi salama yenye utu kwa wasichana na, na, na wanawake wote ndio. Hapa kwenye, kwenye, kwenye utu tumeeleza kwa, kwa kiasi fulani mm. Lakini ni kwa namna gani sasa katika upande wa pili e, hapa kwenye utu mm. Hasa baada sasa ya mtoto wa kike ama mwanamke e, ku, ku, ku, ku, ku, kuwa na vifaa vyote na kukitumia ipasavyo, utu mm. Kwenye neno utu mm. Ni kwa namna gani sasa anatakiwa aulinde utu huo, mtu mwingine asije akaona kwamba utu hapa wa mwanamke umevunjwa yeah. Imejieleza vizuri sana, yanajua kwa... masuala ya utu kama wanavyosema, ni, ni, ni, ni jambo ambalo <laughs> lina, lina mapana yake, lakini tunavyozungumzia specific kwa ajili ya masuala ya hedhi salama, manake unajua, kuna wakati yani, kwanini mtu anakwambia amevuja, yani, utu wako umetoweka. Kuna kama mtoto wa kike au mwanamke akiweza kulinda ama kuwa katika hedhi salama, tunategemea kwamba hakutakuwa na zile viashiria vya kudharaulika yeye. Ina maana kwamba kama atakuwa yuko <coughs> safi, hatoi harufu yani, maanake uko nadhifu, hana magonjwa ya haya ya, yani ya, ya maambukizi kama ni UTI yae, au miwasho na vitu kama hivyo, maake tayari yeye mpaka hapo ataheshimika kwa sababu ataonekana ni mwanamke ambaye ana, ana thamani yake mm -hmm. Lakini once hiyo thamani isipoonekana hata uo utu hautaonekana kwa mfano tu ikitokea binti au mwanafunzi au hata mama kwenye daladala, umepanda ukasimama, kumbe kwa bahati mbaya umechafuka, imetokea umechafuka, pengine hauku, hauku yani kuna, kuna, kuna changamoto nyingine zimetokea hapo, ukajipata kwenye kwenye hiyo hali, tayari kila mtu atakutoa thamani ya utu wako tayari, kila mtu atakudharau, kumbe tu ni namna gani kwamba kitu kimetokea, lakini pengine bila kujua au kwa kujua lakini haukuwa na zana za kutumia. Kwa hiyo kwenye kulinda utu maanake lazima yani kuwepo na vitu ambavyo vimefanyika au unavifanya. Ndio hivyo kwamba unakuwa na vifaa salama lakini sehemu gani unabadilishia? Kwa mfano tu kiatokea tu hapa yani mpo ofisini pengine. Ofisi ina watu sita. Hatutegemei kwamba pale pale ofisini mwanamke au kama ni shuleni darasani msichana utataka kuanza kubadilisha kifaa chako. Maanake kwa kufanya hivyo umetoa utu wako. Si ndio? Kila mtu atakudharau. Kumbe kuwepo na hivyo sehemu salama za kujistiri, kuwepo na hivyo vifaa salama na ukajistiri kwa wakati unaostahili, basi utaendelea kulinda utu wako. Hakuna mtu atakayekudharau kwa sababu, kwa sababu kama hautakuwa kwenye hedhi salama, kwa vyote vile utakuwa unatoa harufu, kwa vyote vile utakuwa na yaani, utakuwa wewe mwenyewe utakuwa hujiamini, yani huwezi kukaa ukasimama mbele za watu ukazungumza, unakuwa hujiamini. Kwa ili kuepusha hivyo vyote, maana tunasema sasa angalau mtu awe kwenye hedhi salama ili aishi kwa amani na kujiamini na kwa kulinda utu wake. Sawa. Hapo hapo akujezia tu hedhi salama eh, mwisho wake wapi? kwa maana baada tu uh, ya, ya, ya kutumia au hata baada, baada ya kutumia vile unavyovihifadhi pia inasumik, inatumik, ina, inasabika yeah. kwamba ni hedhi salama hedhi, na utu unalindwa mwanamke hedhi salama ni kuanzia pale yani kuanzia atakapoanza mm. matumizi na uhifadhi okay. maki upatikanaji wa kifaa matumizi ya kifaa na uhifadhi uh, Sasa kuna changamoto nyingi ambazo sasa unaweza ukatoka huko vizuri tu, kifaa unacho, sehemu ya kustiri unayo, lakini sehemu ya kutupa takataka unayo. kwenye uhifadhi, uhifadhi. mwanafunzi shuleni, shuleni. kwenye kwenye begi la madaftari eh, ili ukatupe nyumbani au kwenye yakumbe. pia bado tunaendelea kuhamasishana mm. na kusisitiza kwamba kifaa hiki kikitumika, uhifadhi wake unakuwaje, sehemu yake salama inakuwaje nini kifanyike, kwa sababu bila kuendelea kutoa elimu hiyo anaweza kaa na kifaa akakitumia, lakini asione haja ya kukihifadhi, kwa sababu mambo haya pia yana mambo yana masuala ya, ya mila ya desturi, utaona huko mm. mm. masuala ya usafi wa mazingira, kuna vitu vingi vinaingia humo. Kuna wengine vifaa hivi vina ifa. Yani ni, ni siri yani kwamba wanavichukulia kama ni kitu ambacho na siri huwezi kuona kwa urahisi, wakati kuna wengine haoni shida yani kwamba yeye eh, ha, yani haoni shida hata ukikiona kumbe kwa namna tu ya, ya kawaida kuona kifaa cha mwenzako pia na yenyewe unatoa ule utu wako. okay, yes. sawa sawa, yeah. sawa. Haya, umetujuza mengi ya muhimu, na wakati tunamalizia sasa tueleze uh, tunavyoondoka mwaka wa 2025 tunaelekea 2026, mambo gani ambayo tunaweza tukayabeba ili tukifika 2026 tunasema, he, tunajipima haya, tumefanikiwa tulivyoadhimisha siku hii 2025 tulijiwekea no. mambo gani ambayo tunaweza tukayabeba sasa nizungumzie kwa upande wa sisi kama MOI kama taasisi, mipango ni mingi ambayo tumeiweka tume, tume kupitia adhimisho ile leo. Kwanza kabisa, leo pengine tumeweza kuadhimisha na watumishi tu, lakini tunategemea sasa kuongeza nguvu tuweze kuadhimisha pamoja na ndugu wa wagonjwa wanakuja kuuguza, lakini pia kuna wagonjwa wenyewe wale ambao wanaweza tukazungumza nao, katika kuzungumza na katika kumbushana tu, kwa sababu kwenye mazingira yetu ya hospitali uh, kama tusipo tusipoambia, hiyo mwisho wa, mwisho wa siku ile hatua ya mwisho wa uhifadhi ndio changamoto. Unakuta pesa nyingine kwa kutojua au kwa kutoelewa anaweza akatumia kifaa chake akaenda kuweka kwenye shimo amini, kwenye, kwenye, kwenye choo ambacho ni cha kuflash lakini asipoelewa kwamba ile ile, ile kifaa kikitumbukia kwenye maji kina, kina kina expand kinaongezeka ukubwa, na kinaziba choo. Kama hatuweza kueleza hivyo, hatuweza kufikia lengo. Kwa hiyo sisi kama MOI tunalenga hasa kuhakikisha mazingira yetu ya vyoo kwanza yanakuwa masafi. Kwa vipi? Ni pamoja na kuendelea kutoa elimu mara kwa mara kwa ndugu wa wagonjwa na hao ambao tunahudumia kwa ajili ya uhifadhi, lakini kuna hivyo vifaa, lakini pia ni tuna tuna tumepanga kwamba tutaendelea kuorganize na wadau mbalimbali kuweza kutupa sapoti kubwa, namna gani kuwafikia hao wengine ambao wamebakia. Kwa hiyo hiyo ni mipango ya sisi kama taasisi, ninaweza kuzungumza hivi. mm-hmm. mipango mizuri kwa hakika na itamsaidia mtoto um, wa kike na mwanamke kwa ujumla mm, kabisa, na bila kusahau ushiriki wa wanaume, bila kusahau ushiriki wetu sahihi. <laughs> Asante sana Stella Kihambo, afisa yeah, ustawi wa jamii kutoka taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili, MOI.